Habari ya wa wakati huu ndugu mtazamaji wa JJM Media Production, kama ni mara yako ya kwanza kuwa pamoja nami, basi usisahau kusubscribe katika chaneli yetu ili uweze kuwa mwanafamilia, uweze kupata masomo mbalimbali yanayohusiana na mafunzo ya Cubase pamoja na FL Studio. Na leo nitakwenda kukuelekeza jinsi ya kufade in, lakini pia jinsi ya kufade out katika FL Studio. Niko na FL Studio 20 nitakwenda kukuonyesha jinsi ya kufedi in na kufedi out okay. Bila kupoteza muda, tuelekee kwenye somo langu. Tutakwenda ku- kukopi au nitakwenda kuchukua kipande cha kama ni kipande cha wimbo, unaweza ukawa na clip labda ya vocal, unaweza ukawa na kipande cha- cha wimbo au unaweza ukawa na midi yako umemaliza kutengeneza bit, unataka kuifade out au in, basi utafade vipi? Hapa ndio tutakwenda kuona jinsi ya kufade out au in. Okay, basi nitakuja kuangalia kwenye kwenye, nitakata clip hapa, nitakata clip kama hivi ili uweze kunielewa vizuri. Nitakata clip yangu kama hivi, nita play hapa eneo hili ili nikuonyeshe tu mfano kwa neema yako Okay, sasa hapa nitakwenda kuzumu ili uone kitu ambacho nataka nikuonyeshe fade out hapa. Hichi ndio kipande chako sasa, ambacho unataka kuki kukifade out, ngala kwa makini hizi hatua Sema na Yesu. Sema. Basi sasa hapa ndio sehemu ambapo unataka kupa fade out kwenye kipande chako ashum Okay, nitakuja kwenye mixer yangu hii hapa. Mixer yangu nimesha ifungua ambayo hii hapa. yeah, mixer yangu nitakwenda kukipa namba moja hichi kipande, nikiplay hapa kwenye namba moja. sema na Yesu, sema, sema, ya, yeah. ah, yeah, okay. Baada ya hapo, endelea kuzoom kidogo, ili uone kipande chetu hiki hapa ambacho natakiwa nikifade out. Nitakuja hapa kwenye mixer hapa, nita eneo hili nita right click then nitabonyeza kwenye ili neno create automation clip. Tabonyeza baada ya kubonyeza, itakuja kuniwekea hivi kwenye clip yangu huku ya yeah. Mimi nitakuja ku fade out kwanza. Baada ya hapo sasa, nitakuja eneo hili, mshale wangu nitaweka tu hapa, hata hapa kwenye hichi kijimstari hiki, nataka fade yangu yanzia hapa, kwa nita right click upande wa kulia nitabonyeza upande wa kulia, itajitoa hichi kialama. Then nitakuja, nita hold, nitashikilia moja kwa moja mkono wa kushoto hapa mwisho hapa, nitashusha hivi hapa nitakuwa tayari nime fade out. Niki play hapa itakuwa hey, na play yes, hivi kama hivyo. Lakini pia unaweza ukaongeza uka, ukaongeza uka kitu hapo, unaweza ukashika eneo hili ukasogeza hivyo, unategemea na wewe mwenyewe unachotaka kukifanya. Unaweza ka fade kwa design hii, yani isiwe imekatika kabisa, iwe hivi. Unaweza kafanya hivyo hapo, utakuwa umefade out. Kufade in tena, utarudi tena huko nyuma kwenye kipande chako, very simple kabisa. Ukisharudi utaangalia ni kama ile hapa, uta right click tena, then utashusha hapa chini, utashusha, afu unaweza ka ukafanya chochote unachotaka hapa. Maana yake ikianza ku play hapa, ita play hivyo mpaka hapo utakuwa tayari umeweza kufade in kufade out katika wimbo wako, au katika kila chochote kile ambacho kufade in au kufade out kutakia wakati mwema. Hii ni JJM Media Production. Kwa heri.